Shikamoo. Habari, jambo. Si jambo. Salama lakini. Salama. Ni, nimetoka kwa yule kijana kumweleza swala la mimba lakini amekataa katakata, amekuwa mkali sana na amesema nisije tena nikajaribu kumweleza swala la mimba atanipiga. M, embo nikuulize swali sawa. Hii mimba ni ya kwake kweli? Ni ya kwake baba, asilimia mia. Hiyo mimba ni ya kwake kabisa, mimba ni ya kwake. ya kwake <tuhi> <Se>. <tuhi> Embo, nisikize vizuri, sawa? Kama amekataa mimba sio ya kwake, na mimba ni ya kwake, amekataa iwe mwanzo na mwisho. Sihitaji tena umfatefate umwambie kuswala mimba, sitaki tena. Naomba na, nakueleza sifanyaje, sitaki. Alafu pia sitaki umfate fate yeye wala uende kwake au kwa wazazi wake, sihitaji hicho kitu. Sawa, kama yeye ameikataa, fanya kama kijatokea kitu tena. Naomba iwe mwanzo na mwisho, fanya kama kijatokea kitu. Sawa, hilo swala naomba niachie mimi mwenyewe. Sawa. Na wolo wako uende, tutagombana. Tunafanyaje? Tutagombana. Akaniletee kikombe changu cha chai. Hey. Habari yako kijana? Umguu Salama, Salama. Sa ulikuwa unakuja kwenu hivyo. Na swala kubwa mimi la kuja kwenu kijana wangu ni juu ya mdogo wako kumtia mimba binti yangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu swala hili moja. Ongea vizuri na mdogo wako juu ya kuikubali ile mimba. Mimi swala langu nataka ikubali tu ile mimba . Maana mimi sio mpumbavu wala sio mjinga kuzunguluka nyumba zote hizi mpaka nija kutua kwenu, au binti yangu sio mpumbavu mpaka eh, kaja kwa mdogo wako eh, ina maana anajua kitu gani ambacho anachokifanya. Nilikuwa nakuomba sana kijana wangu, maana wewe ni mtu mzima, kidogo una busara na hekima. Kwa hiyo embu ongea vizuri kwanza na mdogo wako, sawa, haikubali tu ile mimba. Mimi swala langu ili liende mbashala. Mimi, ah, bado sijakuelewa, sija ujue kwa sababu mdogo wangu kwa jinsi navyomjua mimi hawezi kufanya jambo kama hilo, kwa sababu nimekuwa naye mimi tokea mtoto, namjua kwa sababu hanaga mambo mengi. Sasa unavyoniambia hivyo kwamba kamtia mtoto wako mimba, nakuwa sikuelewi, yani bado sija kuelewa, mzee mm -hmm. Kijana, mi so mpumbavu wala so mjinga mpaka nimekuja kwenu, sawa Sio mpumbavu wala sio mjinga, usinione hivi. Mimi shida yangu nataka tu aikubali ile mimba. Sijui amekutana wapi, wanapitia api. Yule ni kijana yule mkubwa yule, anaelewa anachokifanya yule, naelewa na muda wote, sio kwamba wewe upo naye. Hapana kijana wangu, naomba sana tena sana, ongea na mdogo wako ili mkubaliane na hii hali ili mimi nikubaliane na haya matokeo yangu yayo. So, sawa. Kabla sijachukua maamuzi yangu, utapoikataa basi nitachukua maamuzi yangu, na kutakia sana jema sana baba. Sa mdogo wangu, nimekuita hapa tuzungumze jambo moja. nilipokuwa natoka kazini nilikutana ne, na mzee Romalisa, ila kitu ambacho iniambia sikukielewa kwa muda ule. Kwa hiyo nimekuita hapa ili uniambie. kaniambia kwamba umempa mimba mtoto wake, ili swala lina ukweli kiasi gani? hebu niambie, yeah. Bro. Mi nadhani hata wewe unajua kushinda kwangu kwamba nikitoka chuo nyumbani, nyumbani chuo. Sasa mi huo muda ambao napata kwenda kumpa mtoto wa mtu ujauzito, nimepata nime wapi huo muda? Unajua mdogo wangu, ni heri ukaniambia ukweli, kama kuna kitu chochote ni bora uniambie, kwa sababu yule mzee jinsi alivyokuwa nazungumza hakuzungumza kwa wema kabisa inamaanisha pengine labda inawezekana ni kweli, na mimi ndo kaka yako, niambie ukweli. Kaka, we ni mtu wangu wa karibu, na pindi mi ninavyopata matatizo, we ndo wa kunisaidia. na hususa kama hivyo changamoto za mimi kwenda kumpa huyo mwanamke ujauzito ni jambo heri la heri, kwa sababu ni ongezeko la familia kwetu. Kwa hiyo mimi sina uwezo wa kukataa ujauzito ambao najua mi nimehusika, lakini yule binti anajaribu kunisingizia mimi, lakini mimi sihusiki. Labda kaka, nikwambie, wale wameona hali halisi ya maisha kwetu hapa, kwa hiyo wanajaribu kujisogeza karibu na sisi ili mambo yao yazidi tu kusonga. Lakini kaka, ondoa shaka katika hilo, mimi sihusiki. kondo kuniambia hilo swala halina ukweli wowote, si ndio? halina ukweli wote. Basi sawa, haina shida. Naomba unisikilize kwa umakini sana mwanangu, sasa hivi imekuwa kero sana hapa mtaani. Na hapa mtaani wanajua kabisa mimi sina tabia hizo ambazo wewe unataka kunipakazia. Hivi wewe mwanamke, kwa nini unapenda kunisingizia mimi mambo ambayo sijahusika? Eti, unajua dhahiri kabisa hiyo mimba sio ya kwangu. Kwa nini unadiliki kunisingizia kwamba mimba ni ya kwangu? Na swala la mimba wewe ulikaa na nani ulikubaliana mpate huyo mtoto? Sikia, tafuta baba wa hiyo mimba na uhakikishe unampa hiyo mimba mtu husika, sio mimi. Nadhani umenielewa. Kwa hiyo we unadhani hii mimba ni ya nani? Unavokataa hii mimba ni yako, na mimi siogopi kusema lolote, kwa sababu ninauhakika na kitu ninachoongea. Kwa hiyo hauwezi kunizuia kuongea lolote juu ya mimba, kwa sababu mimba ni ya kwako. Na shangaa, unachokataa, unakataa kitu gani? Labda nikuulize kitu, hii mimba ni ya kwako? Wewe kwenye swala la mimba mlikaa na nani mkapanga kuhusu mpate mimba? mimba ni ya kwako. Nijibu, ulikaa na nani ukapanga wewe ubebe wewe ujauzito? ndio hivyo tayari limeshatokea, mimi nina mimba yako. Kila kitu mimi nafanya kwa mipango, kwa kuwa ukunishirikisha swala la kubeba mimba, na hiyo mimba najua mimi sihusiki, sio baba wa huyo mtoto, sijui unanielewa. Na ukieniendelea kunisakazia, najua unataka kujua upande wangu wa pili mimi ni nani, na nitakuonyesha na ninaweza kukufunga, sababu umeniletea kitu ambacho mimi sikukuruhusu wewe kubeba. Kumbuka, unavoleta unavoleta mtoto duniani lazima umpangie mipango ya kuishi, sawa. Na mimi sasa hivi sijafikia huo wa wakati wa kumleta mtoto duniani. Sikia, tafuta baba wa huyo mtoto wenyewe sijaziandika. Eh, umemwona alivyo mjeuri na ndo yupo hivyo hivyo. Tena alivyo ana hata adabu na kujibua wewe mtu mzima. Mi nimekuja na swala hili moja tu, nataka nikuulize hii mimba alikuwa nayo binti yangu ni ya kwako hivi? <coughs> Mzee bora, unanifanye mi nifikirie na nizidi kwenda mbali sana kukuona wewe na binti yenu, kwamba wote ni akili yenu ni moja hivi. Mzee, hiyo mimba ipo kwangu kwake. Nimekuuliza ile swali hili moja, si kwa makusudi wala kwa bahati mbaya, ila nilitaka nifahamu. Sa, wewe ukitaka ya kufahamu, kaa chini, ongea na binti yako, sio kuja kwangu mimi. Umenivunjia heshima. Sawa mzee, na nikwambie, kitendo unachokifanya na binti yako kwanza, mmenivuruga naweza nikawachapa makofi sasa hivi, tokeni! Sawa, toka.